timu ya Coastal Union ya Tanga ambayo wenyewe ilimaliza nafasi ya nne katika ligi kuu ya Tanzania Bara NBC Premier League. Lakini sote tunafahamu ndugu waandishi wa habari, na Tanzania kwa ujumla wake, ujumla wake, uh, klabu ya Simba ambayo ilipaswa kuweza kushiriki katika mashindano haya kwa mujibu wa kanuni na miongozo ambayo ZFF wameiweka na TFF wameiweka, lakini kwa bahati nzuri, siwezi kusema kwa bahati mbaya, mimi naweza kusema kwa bahati nzuri. Uh, commitment waliokuwa nayo ya kimataifa ya kuiwakilisha nchi yetu Tanzania katika mashindano ya Kombe la Shirikisho wa Afrika ambayo timu ya Simba imeweza kufuzu hatua ya nusu fainali. Eh, sasa kwa bahati mbaya hapa ndo tutaizungumza, sio pale mwanzo. Hapa ndo kwa bahati mbaya, ratiba za CAF wakati zinatoka zimeweza kuingia moja kwa moja na ratiba zile ambazo zinatuonesha kwamba tunacheza Kombe la Muungano kwa wakilishi wetu hawa wa Tanzania timu ya Simba wamekuwa na commitment kubwa ya kuwakilisha nchi yetu kimataifa, na kwa sasa nadhani kila Mtanzania anatamani kuona Simba wanakwenda all the way, lakini mwisho wa siku kuja na taji hapa la kimataifa kuleta katika ardhi yetu Tanzania. Kwa hiyo, kwa masikiti makubwa klabu ya Simba wakiwa na hamu ya kuendelea kushiriki na mashindano haya kuja kushindana, kwa sababu kikumbuko, hawa ni mabingwa tetezi wa kombe hili kwa msimu uliopita na ni mabingwa mara sita katika historia ya klabu yao ya mashindano haya wameweza kutuandikia barua rasmi ZFF na TFF kututaarifu kwamba kwa ratiba hii ambayo imeingia basi kwa wao kwa msimu huu itakuwa ni bora uh, nguvu na sisi wa Tanzania kwa ujumla wetu tuwasaidie kwa dua na kila hali, wakaliwakilishi taifa letu watuletee kombe, lengo mchezo wa mpira wa miguu uchezwe. Kwa hiyo tutacheza kombe la mapinduzi, kombe la muungano bila osimba, lakini wao watashiriki mashindano ya kimataifa tukiwa tuna hapa nguvu baraka na timu zote za shirika Kombe la Muungano na nyingine hizo, tutakuwa tuko pamoja na klabu ya Simba hii kwa ajili ya kuweza kuiwakilisha Tanzania. Kwa hiyo Simba Sports, Sports Club imeweza kuondoka katika mashindano haya. Tumetuandikia barua kwa masikitiko makubwa, sasa tukakaa TFF na ZFF, idadi ya timu zinapaswa kuwa nane. Nne Visiwani, nne Tanzania bara. Simba kutokana na majukumu haya imebidi waweze kwenda kuiwakilisha ku, ku, taifa zaidi. Basi tukashauriana kwa mujibu wa kanuni zetu na miongozo yetu, timu ambayo imeshika nafasi ya tano katika ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League ya msimu uliopita Singida Black Star, kama me, nimetamka sahihi, wataweza kushiriki mashindano haya ya msimu huu wa mwaka 2025 ya kombe la, la muungano. Kwa hiyo ikatimiza idadi kamili ya timu nne za Tanzania bara, kwa kuziweka sawa na kuzirejea ni timu ya Yanga Sports Club, timu ya Azam FC timu ya Coastal Union na timu ya Singida Black Star. Hizi ndio timu ambazo zitashiriki mashindano ya msimu huu kwa upande wa Tanzania bara. Na mashindano, nimesema awali, tarehe 23 yanatarajiwa kuanza rasmi na kumalizika tarehe 30 ya mwezi huu wa nne. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru. Na ni jambo ambalo tunakwenda. Kwa hiyo pia, ndugu waandishi, nichukue nafasi hii kuweza kuwatangazia ratiba ambayo mtaipata baadaye katika mitandao yote ya kijamii na kwingineko lakini kujua nani anacheza na nani na ni siku gani, na mchezo hii itakuwa inachezwa vipi. Uh, mfumo wa mashindano yetu haya uh, tunacheza mfumo wa knockout na tutaanzia hatua ya uh, tunasema robo fainali katika lugha ya kawaida, lakini knockout, na timu nne za bara zitakutana na timu nne za, za, za visiwani uh. Kwa msingi huo, siku ya tarehe ishirini na tatu, bila shaka toka siku ya Jumatano tutakuwa tuna mchezo mmoja ambapo timu ya JKU Sports Club, mabingwa hawa wa ligi kuu ya Zanzibar, watakutana na timu ilashika nafasi ya tano ya ligi kuu ya Tanzania Bara, ambayo ni timu ya Singida Black Star. Mchezo huu utachezwa majira saa kumi na moja za jioni, utakuwa ni mchezo peke yake kwa ajili ya kuonesha ufunguzi wa mashindano haya ambayo yatakuwa na matukio mbalimbali mbali katika mchezo huo na burudani mbalimbali mbali katika mchezo huo ambazo zitangulia hapo awali kuzindua mashindano haya. Lakini siku inayofuatia ambayo kwa tuna michezo miwili e, mapema kabisa majira saa kumi na robo timu ya Zimamoto FC watacheza na timu ya Coastal Union ya Tanga na siku hiyo hiyo timu ya KMK majira saa mbili na robo usiku watacheza na timu ya Azam FC na siku ya tarehe 25 uh, uh, mabingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara timu ya Yanga Sports Club watakuwa na mchezo na timu ya KVZ ambayo imeshika nafasi ya nne katika ligi kuu ya Zanzibar PBZ Premier League. Tutakuwa na mapumziko kupisha siku ya kilele cha sherehe zetu za muungano tarehe 26, tarehe 27 na 28, tutakwenda katika mchezo wetu wa nusu finali na michezo yote itachezwa majira saa 2 na robo usiku. Mshindi wa mechi nambari moja atakutana na mshindi wa mechi nambari tatu na mshindi wa mechi nambari mbili atakutana na mshindi wa mechi nambari nne eh, katika hatua ya uh, nusu, nusu fainali. Na hatua ya fainali, washindi wa mechi nambari tano watakutana wa na washindi wa mechi nambari sita. Hiyo ndio itakuwa michezo yetu katika mashindano haya ya msimu huu ya Kombe la Muungano, na tunatarajia itakuwa ni mashindano ya aina yake, mashindano ambayo ya kuvutia mno na ushindi utakuwa ni mkubwa. Tunashukuru sana, mashindano haya yana nguvu kubwa sana ya serikali zetu zote mbili, tukizungumza pamoja na wadhamini huko, lakini serikali zetu zote mbili wameweza kuyashika mkono ipasavyo mashindano haya, kama wadau nambari moja katika kucheza mashindano haya kombe la Muungano. Zungumzie serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuwafanikisha mashindano haya kuwa bora na kuwa yenye mvuto zaidi kipekee. Ni mashindano ambayo yanakwenda sambamba na maadhimisho ya sherehe za miaka sitini na moja ya uhai wa muungano wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tukasema tuje tuwazungumzie haya, ndugu waandishi wa habari, na mengine ambayo tutakwenda kuyauliza kule katika mashindano haya, kuona namna gani tunakwenda kuwa na mashindano yepi na yatakuwa vipi, lakini niwahakikishie tutakuwa tuna mashindano bora bora bora kupata uchezeshwapo hapa nyumbani Tanzania lakini bora pia pengine katika historia mashindano Kombe la Muungano tokea mchezo yakaondoka yaka yakarejea tena ya msimu itakuwa ni bora na ya aina ya yake. Na niseme tu kwa mashindano haya yatakuwa na ushirikishwaji mpana katika uchezeshwaji katika usimamizi na katika kuyaongoza eh, mashindano haya tazishwe marefari kutoka bara na visiwani. Kwa hiyo tuna uh, michakato yetu ya ndani wataalamu wetu wa mashindano, idara za mashindano na idara za ligi huko watatuchagulia wale waamuzi ambao tunaamini watakuwa ni waamuzi bora pia, na na wale ambao watapata nafasi kwa kwa ajili ya mashindano haya ambayo yatakuwa na ushindani mkubwa. Kwa hiyo nataka niseme ni kwamba, ndugu waandishi wa habari, tukapeleke taarifa hizi tuwa taarifa Tanzania juu ya ukubwa na ubora mashindano haya ili eh, mashabiki wapate kuja kwa wingi katika vile viwanja vya Amani Amani Complex ama Amani Stadium kufuatilia hii michuano ambapo tuta kuweka wazi baadaye pia Eh, namna ya wageni rasmi katika michezo mbalimbali watakavyokuwa wanakuja, lakini tupo katika michakato mizuri, natarajia kuwa na ushiriki mpana wa mashindano haya katika maeneo kama hayo. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, uh, niwashukuru ndugu waandishi kwa taarifa hii fupi, na kama kuna lolote la kuweza kutuuliza au kutuambia, nikiwa na jopo la wataalamu hawa wa kusimamia na kuongoza mpira kiufundi eh, kutoka TFF na ZFF ambao ni wasimamizi wakuu wa mashindano haya, Kombe la Muungano, tuweze kuona tunaulizana, tuna, tuna wapi. Asanteni san, san, sana ndugu waandishi kwa kunisikiliza. Asante sana ndugu mwandishi nipashe. Uh, bila shaka mkurugenzi wa Mbura, naomba tujibie prize money. Asante. Salamu aleikum kwenye mashindano, tunajua season iliyopita tulikuwa tumeweka zawadi kwa maana ya hizo prize money za bingwa na makambingwa ambazo zilikuwa ni shilingi milioni hamsini kwa bingwa mm -hmm na shilingi milioni thelathini kwa makamu bingwa. Kwa hiyo eh, kufikia hapa tulipo eh, zawadi zitaendelea kuwa hizo hizo eh, lakini itakapotokea maboresho tuta tutatoa taarifa, lakini as we stand eh, hizo prize money ziko hivyo hivyo kwa sababu kama alivyozungumza katibu, tunatarajia kuwa na partners wengi tutashirikiana nao kuondoa serikali ya mapinduzi Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo ushiriki wa partners wengi maana yake unaboresha maeneo mbalimbali, yakiwemo hata maeneo ya zawadi. Kwa hiyo tumeomba hilo tuliache kama ilivyo. Kama kutakuwa kuna mabadiliko yoyote, tutatoa taarifa na tutazifahamisha timu ambazo zinashiriki, lakini tunachopenda kusisitiza kwa partners uh, tulionao pamoja na ambao wanatarajia kushirikiana nasi, mashindano haya kama ilivyokuwa msimu uliopita yatakuwa live yeah. Uh, kupitia Azam TV. Kwa hiyo ni fursa kwao kutoa taarifa, kutoa kama mtu yote ana kampeni kwa ajili ya jamii, nini kinaendelea, kutangaza uh, product zako hii bado ni fursa, ipo wazi, na sisi tunaendelea ku, kuchakata hiyo, na tunawakaribisha na actually tunawashukuru hasa partners tulikuwa nao msimu uliopita na tutaendelea kuwakaribisha tuwe nao. Lakini kwa upande wa swala la mgeni rasmi eh, bado tunafanya taratibu. Hivi karibuni tutawaambia nani atakuwa mgeni rasmi kwenye upande wa kufungua rasmi mashindano hiyo tarehe 23 lakini vilevile vile wakati wa fainali. Kwa hiyo tunaomba tu ushirikiano kutoka kwenu kama vyombo vya habari e, ni sehemu kubwa sana ya kupromote mpira. Historia ya mashindano ya kombe la ya Muungano yanajulikana kama alivyosema katibu kisiasa, yana nafasi zake, lakini historia ukienda huko nyuma ilikuwepo e, hata kabla nchi ya Tanzania e, kwa maana ya Tanganyika na Zanzibar hazijapata uhuru, kulikuwa kuna uhusiano wa mpira wa miguu kati ya pande hizi mbili. Kwa tunachokifanya hapa ni kuendelea kudumisha e, kupitia e, mpira wa miguu. Sisi tunasimamia mpira wa miguu, kwa hiyo, kwa upande wetu, kusema kweli, huo ni mchango wetu katika kuhakikisha ule ushirikiano na uhusiano wa pande hizi mbili e, unaendelea, lakini sio ushirikiano na uhusiano tu, lakini tunatoa forum kwa timu zetu kuonyesha uwezo wao, iwe e, kwenye, kwenye kushindana lakini ubora wa timu ambazo wanazo sisi tunaamini kabisa hii ni platform kwa timu team, kuangalia timu zao. Tunakwenda kumaliza msimu wa ligi pande zote mbili, lakini bado haya mashindano yana nafasi zake za kihistoria lakini, lakini pamoja na ushindani. Asante mm. Karibu tuendelee.

ya kwenye nani kama alivyozungumza katibu mwanzo, ni kwamba uh, kanuni zinazoongoza mashindano eh, ni kwamba zinasema zile top 4 teams za ligi katika pande zote mbili. Of course umezungumza current performance, lakini utaratibu uh, wa mashindano haya tunaangalia uh, stand ya msimu uloisha, kwamba msimu ulopita hawa na hawa na hawa ndio walikuwa uh, top four ndio wanaokuja kucheza mashindano ya sasa hivi. Kama nilivyosema, uh, mwisho ni kwamba tunaelekea mwishoni wa msimu sasa hivi 24 25, kwa hiyo hatuwezi tukasimama tunaangalia uh, current performance na, na mimi ni kuhakikishia kwamba uh, current performance haiwezi kuwa determinant factor kwenye machine, kwenye kombe la Muungano kwamba tunaona kabisa mtu anakuja. Ndio maana ukiangalia anazungumza hapa katibu, Simba ni mabingwa watetezi, sio kubaliana hiyo lakini kwenye NBC Premier League hawakuwa mabingwa msimu uliotangulia ule, lakini wamekuja kwenye ligi ya Muungano, maana yake kwenye kombe la Muungano wamecapitalize, wameonyesha kwamba tulikosa kule, lakini sasa hivi tunachukua hapa. Kwa hivyo hivyo like kwenye PBZ Premier League, kama mtu akawa bingwa, lakini sasa anataka kuonyesha kwamba ndio ukosa ubingwa wa bahati mbaya tu, lakini mimi ninayo timu ya kufanya nini ya kushinda kombe. Nafikiri nimekujibu vizuri.

Asante. Ah, uh, nafikiri swali so lako ume ume umeeleza ume vizuri na asante. Ah, uh, nafikiri kama um, nakumbuka vizuri msimu um, uliopita uh, katika timu hizi za Singida kulikuwa kuna ziliganyika zilikuwa hmm? nini ni yaani, zilikuwa kuna kitu ambacho e, kulikuwa na e, e. E, lakini kimsingi ni sisi tumesimamia katika ile Singida moja. Kwa hiyo umezungumza vizuri, lakini baada ya mashirikiano na uh, nasema, ma... ushauriano uliwa pamoja kwa namna ambavyo msimamo wa ligi uh, ulivyokuwa kwa msimu uliopita, na ndicho ambacho kigezo ambacho sisi tunakisimamia katika kanuni zetu kwa mujibu wa mashindano haya na kile ambacho kimeonekana katika timu hizi mbili za Singida na kile ambacho wamekuwa wapo nacho katika uh, mchango wa ligi kwa msimu ambao umemalizika, basi sisi tukaona kwamba uh, kuna haja ya kuingia kwa timu ya Singida Black Star. Of course huwezi kukataa, kama alivyosema mkurugenzi, performance ya msimu mpya eh, inakuwa ndo kigezo ya si kigezo katika current ya kumchukua timu shiriki katika mashindano ya msimu unaofuata, una, una, lakini bado kwa wao ilikuwa ni fakta ambayo kwetu sisi ilikuwa ina sababu ya kuweza kuwapa ku, kuwapa nafasi hiyo, lakini pia utayari na ushiriki commitment, historia pia ya hii timu ya Singida katika mashindano haya ya upande wa visiwani napokuwa yanachezwa. Kwa hiyo tu sisi pia ilikuwa ni uzingativu mkubwa wa kuweza kuwapa hii nafasi ambayo klabu ya Simba waliomba kuweza kujiondoa. Swali lingine ya cha kwanza kuhusiana na mwaka jana ya yalichezwa hapa na mwaka huu yanachezwa hapa. Kwa hiyo uh, kikubwa determinant factor hapo ni <coughs> kamati ya pande zote mbili ya TFF ya ZDFA na ZFA kabla ndio inakaa na inaangalia vitu mbalimbali kabla ya kuamua kwamba haya mashindano yatachezwa upande huu au upande mwingine wa muungano. Kwa hiyo kwa msimu huu wa pili mfululizo, tulikaa tukaangalia masuala mbalimbali pamoja na viwanja ikiwemo ni kitu kimojawapo, tukakubaliana mashindano tena mwaka huu yaje Zanzibar e. Lakini kwa upande wa partners au wadhamini, ndio maana nikasema kwamba sio sio rahisi kulivile hapa ni nani anaingia au nani anasubiri kuingia mpaka tukamilisha hayo mazungumzo, na ndio kama utakumbuka mwanzo nilisema hata prize money tumemaintain ile ya msimu uliopita kwa ajili ya kuangalia kama kuna revenues zitazitatokea tunaweza tukawa flexible. Lakini uh, as we stand, price money ni hiyo, na utaratibu wa kulivili au partners bado hatujakamilisha. Tukiwa tumekamilisha, tutaita tuta tena tutasema.